Anaitwa Gladness Fidilish nakujulikana sana kwa jina la Pendo. Nina umri wa miaka 23. Nilizaliwa, ni mkazi wa Mwanza, nilizaliwa nikiwa mzima. Nimesoma shule mpaka form 2, nimesha form 2, kwa sababu ya shida za maisha sikuweza kuendelea na masomo, nikawa nimepata kazi Kafanya kazi kama anga pabu. Siku moja nikiwa naenda kazini asubuhi siku ya tarehe kumi na tisa mwezi wa saba mwaka elfu mbili kumi na saba nikiwa kwenye bodaboda naelekea kazini, kafika mjini keep left ya CCM pale karibia na polisi. Boda bodaboda yetu ilikuwa inazunguka kwenye mzunguko wa Mwanza zero, ghafla ikaja basi kwa kasi ni boda boda akateleza akaanguka pembeni, mimi nikashtukia nimelala chali barabarani na basi linanipitia miguu yangu linigonga miguu yangu yote miwili, nikaanza kupiga kelele pale, ghafla mwenye basi akashika breki. Aliposhika breki, akaanza kurudi reverse, akawa anapanda juu, baada ya kunigonga akawa anapanda tena na kurudi reverse, hivyo kwa kurudi reverse ndo nikalalia upande nikaumia mkono wangu hapa. Baada ya pale basi ilisimama, wananchi wakanisaidia, walikuwepo na matrafiki, wakaita gari la polisi wakanipakia wakanipeleka hospitalini Bugando. Baada ya kunifikisha pale Bugando nikapewa huduma ya kwanza, damu zilimwagika sana, nikawa naongezewa damu, damu zinapitiliza, wakampigia mamangu simu mama akaja wakamwambia miguu yangu imesagika sagika sana siwezi kupona, lazima miguu yangu ikatwe. Mama akawa anakataa, anasikiliza ndugu, anaomba ushauri, wakamwambia simtu kwanza asimkate, akamwambia sasa hivi ni muda saa tano, tukimwacha mwanao mpaka kuja kufika jioni, tutakuwa tumempoteza. Baba tu kubali, usaini tukamkate hiyo miguu. Mimi nikaa maumivu makali nikaambia tu bora naomba mtu unikate, lakini nibaki na roho yangu. Mamangu akawa anakataa, kambembeleza pale. Mwisho wa siku mimi, wakanisainisha kwa kutumia kidole, nikasaini yale makaratasi. Wakamfata mama, njoo, akamwambia mimi nimesha saini. Basi mama ndo akakubali, nikapelekwa sieta, nikakatwa miguu yangu yote miwili. Baadaye kukatwa miguu yule alogonga alikamatwa akawekwa ndani, mchu wa siku akamwachia, akasema mwenye kosa alikuwa bodaboda hapo, na mwenye bodaboda alikimbia, akaonekana tena. imelazwa Bugando, ama ndo alikuwa akinihudumia na ndugu zangu, madawa nilikuwa nikinunuliwa na mama yangu. Sikupata msaada wowote wa, wa upande wa walionigonga, sikupata msaada wowote ndugu zangu wakawa nafuatilia polisi, polisi wanaambia tumtafute kwanza mwenye pikipiki. Wakasema subiri kwanza nipone, maana nije niwaelezee huyo mwenye pikipiki ni wapi, tumtafute basi. Mwisho wa siku nikawa naendelea vizuri pale hospitali, tukaa tunataka kuruhusiwa, mama akajikusanya hivyo akakopa hela akawa amenilipia malipo ya hospitali, gharama za hospitalini. Baada ya hapo, wakaendelea kuwa anafuatilia. Akaja trafiki, akaniambia kama namjua mwenye bodaboda niwasaidie ili wampate kirahisi, kesi yangu ipelekwe mahakamani. Kaambia mwenye bodaboda, mi simfahamu, mfahamu, nikutana tu na pikipiki nikapanda. Basi ndo akaniambia, hata ikiwa miaka mitano mpaka mwenye boda boda apatikane. Ipo tu siku kesi yako itapelekwa mahakamani. Hapa nilipo nina shida sana, nina mtoto wa miaka mitatu, naishi na mama yangu na wadogo zangu. Siwezi kujisaidia chochote, kila kitu mpaka nisogezewe karibu ndo niweze kufanya kitu. Nilikuwa naomba ndugu wananchi, viongozi wa serikali popote pale walipo, kama watanisikia au wataniona, nilikuwa naomba nisaidie, maana kipindi niko hospitali niliambiwa miguu bandia inapatikana na nitaweza kutembea, wakawa nanipa moyo. Baadaye tukafuatilia akatuelekeza kwa dokta huku pasiasi kufuatilia miguu. Tulivyoenda kumuuliza atuambia bei kubwa ya miguu gharama si hatu iwezi tambia milioni sita, miguu yote miwili. Kyo nina shida, naomba anaonisikiliza wote, naombeni msaada wenu ili niweze kupata miguu bandia, niweze kufanya shughuli zangu, maana mamangu na yeye anakuwa ananitegemea mimi, ndio nimsaidie na mwanangu na wadogo zangu na msaada wa wote wa jamii nayo nizunguka tofauti tu na mama yangu. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu Joni, miaka mingi imepita mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kumbe malipo yameshafanyika chief vipi? pesa ni mpesa. Baada ya kununua zawadi za, za sikukuu, sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief vipi? pesa ni mpesa. Alikuwa akilipa kila mara kila sehemu, ila safari hii nikapanga nimwonyeshe weit. Alipofika na bili, ilikuwa ni taimu ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? Pesa ni mpesa. Nilidhani <laughs> ni mii ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa. Ikiwa mimi Mrisho Mpoto mjiomba taarifa zangu zote, habari zote za ulimwengu, za burudani na michezo nazipata kwenye app ya Global Publishers. Wewe unasubiri nini sasa? Hebu install sasa, unapitwa ndugu yangu, install sasa hivi kwenye Google Play au App Store sasa hivi. Hayo ni maelekezo hauwezi kwenda kwa jirani kama hujatokea nyumbani kwako. Hebu rudi nyumbani kwanza, hapa Global Publishers application Kama kulikuwa na kitu na kisubiri kwa hamu michezoni, siku ya Jumapili sasa kimewadia, ni Sports Extra. Gazeti la michezo lenye habari za kipekee za mpira wa miguu katika soka la bongo na kimataifa na michezo yote uipendayo. Ni gazeti ambalo hujawahi kuliona hapa nchini Tanzania Sports Extra. Sports Extra. ni gazeti jipya la michezo linaloendeshwa na jopo la waandishi magwiji wa michezo nchini Tanzania, liko mtaani sasa kuanzia Jumapili ya Desemba 17, 2017 kwa shilingi, shilingi mia tano tu. A, amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili, imeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports, Sports Extra, Extra. kuwa mtaani kila Jumapili kwa, kwa shilingi mia tano tu, tano tu.